Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika imani. Kuna majina saba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majina ambayo yamebeba siri ya funguo za riski. Kama una ugumu wa riziki, yaani shida yako riziki yako ni ngumu, riziki yako nzito, namna ya kuipata leo, ninakupa majina saba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ukiyatumia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kufungukiwa na milango yako ya riziki, kupata riziki kwa wasaa, kupata riziki kwa wepesi, na Allah kukujalia baraka katika riziki unayoitafuta. Hata ukiiweka mkononi inakuwa ina baraka, unajua nini umeifanya, vitu gani umevitumia, ume, ume tofauti na wale ambao riski anapata, lakini hajui riski ile inampotea vipi. Naomba nitegee sikio lako la moyo, kabla ya sikio la kichwa. Jina la kwanza ninalo kufundisha linaitwa Alfatahu. Jina la kwanza linaitwa al-fattahu au ya fattahu. Hili ni katika jina la Allah lililobeba siri ya mtu kufunguliwa milango yake ya riski. Ama jina la pili linaitwa ar-razzaqu, ya razzaqu, ya razzaqu. Jina hili la pili ni katika majina yaliyobeba siri za mtu kufunguliwa milango yake ya riski. Jina la tatu linaitwa alkarim au ya karim. Ya karim. Hili ni katika majina ya Allah yaliyobeba siri ya mtu kufunguliwa milango yake ya riski. Na jina la nne ni jina zito kabisa, ndugu yangu Muislam, inaitwa albasito au ya basito. Ya basito ya basito, hii ni mtu anayetaka kukunjuliwa zaidi riski zake, yaani riski zake zikunjuke zaidi, au yana riski kubwa. Kwa idhini ya Allah, hili jina lina maajabu makubwa. Jina la tano ya wahab au Al-Wahab, ya wahabu, ya wahabu ni katika jina lenye siri kubwa kabisa katika kumfanikishia mtu masala yake ya riziki. Na swala la sita ni jina linaloitwa ya nafiu, ya nafiu au alnafiu, ya nafiu, ya nafiu ya nafiu ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani siri ya riski. Na jina la mwisho ndugu zangu, ndugu yangu muislam, linaitwa yawasiu. Subhanallah, mtu ambaye anataka apate njia nyingi za kupata riski, yani uongezewe mifereji ya kupata riski, miongoni mwa majina yaliyobeba siri ya mtu kupata njia nyingi za kupata riski ni pamoja na alwasiu, yawasiu, yawasiu, yawasiu. Haya majina saba niliyokutajia ndugu yangu mpenzi unayenitazama, ukishikamana nayo kwa idhini ya Allah subhanahu wataala ni katika majina yaliyobeba funguo za riski, mtu kufunguliwa riski. Sasa sisi tulichoamua kukifanya kuwasaidia wale ndugu zetu ambao wana ugumu wa riski, e, riski zao zimekuwa ni zito, wameshajitahidi imeshindikana sisi tulichoamua kukifanya kwa idhini ya Allah na tumekifanyia tajriba masha Allah, ni jambo ambalo lina matokeo makubwa makubwa makubwa. Tumechanganya takriban aina e, kumi na nne za mafuta. Tumechukua aina kumi na nne za mafuta mafuta yenye baraka insha allahu taala. Halafu ya haya mafuta tukayasomea haya majina ya Allah subhanahu wa taala kwa ajili ya mwenye kutumia mafuta haya, Allah ampe wepesi wa kufungukiwa riski katika, katika maisha yake. Kuna baadhi ya watu riski zao zimekuwa ni nzito, riski zao zimekuwa ni ngumu, mtu anapambana, anajitahidi, bado maisha yake ni magumu, maisha yake ni mazito, riski zake zimekuwa ngumu. Sasa tulichokifanya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumelichukua jina la Al-Fattahu, tukasoma katika hizi aina kumi na nne za mafuta tulizozichanganya mara alfu tatu. Alafu majina haya sita yaliyobakia kila moja tukalisoma mara alfu moja na mia tano mara alfu moja na mia tano. Hii ni kodi pia nakupa, ndugu yangu mwislamu. Hata dawa hizi za kawaida unazozitumia unaweza pia ukatumia kodi ya majina haya kama kuna mtu anataka apate jambo au una dawa zako zozote so zile ulizokuwa nazo za kufungua mwili za kuoga, za kufanyaje, unaweza ukachukua haya majina. Jina la kwanza Alfatahu ukasoma mara elfu tatu na haya yaliyobakia katika majina niliyoyataja, ukalisoma kila moja mara elfu moja na mia tano kodi kubwa kabisa hiyo, ndugu yangu, katika kufunguliwa katika baadhi ya mambo. Hata kama una maradhi unaumwa, una maradhi mbalimbali, una dhiki mbalimbali, unaweza pia ukayatumia haya haya majina, lakini kwa mchanganyiko wa haya mafuta tuliotengeneza. Ndugu yangu Mwislamu, haya hayafanyi kazi nyingine yoyote tofauti na kumfanyia mtu wepesi katika masala yake ya riski. Haya hayawezi kuondosha majini haya hayawezi kuondosha majini wala kupambana na uchawi wala kupambana na vitu vingine. Haya kazi yake ni kumfanya mtu apate wepesi wa riski, kuufungua mwili katika masala ya riski. Usije ukanipigia simu ukasema shehe, hayo mafuta yana mimi na uchawi unanitembea mwilini. Haya hayaondoshi uchawi haya yanamsaidia mtu katika masala ya kipato. Kipato chako kizito, kipato chako kigumu, basi insha llahu taala, haya mafuta ukiyapaka kwa idhini ya Allah subhanahu wataala, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, utashangaa namna ambavyo Allah ataupa wepesi mwili wako, Allah atakavyofanya riski zako kuwa nyepesi, kwa sababu wala dhikrullahi akbaru, na kumtaja Allah ni katika mambo makubwa, yana siri kubwa kabisa ndani yake. Kwayo ndugu yangu mpenzi mwislam na mpenzi katika imani, kama una tatizo la riski haya mafuta wallahi la adhim ni katika mambo yatakayokusaidia. Ila kama mambo yako yako super mambo yako yanakwenda mambo yako yako vizuri, ndugu yangu mpenzi muislam, haya si haja sana wewe kuyatumia. Ila kama una ugumu wa mambo, basi jitahidi sana upate haya mafuta, na sisi tumeyatengeneza tukasema tuyatoe sadaka kwa watu, hususan wale ndugu zetu ambao riski zao zimekuwa ni ngumu. Mtu analalamika, shekhe, imekuwa kadha, imekuwa vile, mtu anahangaika riski yake e, imekuwa ngumu tumeyasomea majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunayatoa kwa gharama nafuu mno, nafuu mno tunataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Mimi sina imani kama gharama ya haya mafuta itakushinda, na tumeweka gharama nafuu mno. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunawalenga wale ambao riziki zao ni ngumu. Ikiwa wewe riziki yako ni ngumu, alafu tukakuwekea bei kubwa ya haya mafuta, yatakushinda kwa sababu riziki yenyewe una, lakini tumeweka ile riziki, tumeweka ile bei nyepesi kabisa, ambayo tunaamini kila mtu anaweza aka afford ili aweze kupambana, e, aweze kuusaidia mwili wake katika kupambana na mitihani mbalimbali inayomkabili katika katika mwili. Kwa hiyo haya mafuta ndugu yangu Muislam ni kwa ajili ya kukusaidia katika kufungua. Vipi utayatumia sasa? Haya ni mafuta ya kupaka. Haya mafuta yetu ni mafuta ya kupaka. Lakini unayatumiaje? Baada ya kuwa tayari umekishakoga usiku au umekishakoga asubuhi, unachukua haya mafuta yako, unayamimina katika kiganja chako cha mkono, baada ya kuyap, ya kuyapakaza namna hii, unayaleta hapa. Hapa sasa omba dua, sema maneno yako yote unayoyajua, sema dua zako unazo zitaka, lakini ziwe ni dua za riziki. Muombe Allah ya rabbal alalamina. Haya ni mafuta yenye siri ya ajabu. Wewe ndio unajua siri gani ya shifa umeiweka ndani yake, na kuomba mwenyezi Mungu, tia baraka mikono yangu nikipaka haya mafuta Mungu, tia wepesi katika mwili wangu, nifungulie milango ya riski, nifungulie milango ya kazi. Unamuomba pale Allah. Ukishamaliza sasa, yale unajipakaza mwili mzima, unajirashia, unajirashia mwili mzima, iwe asubuhi Unafanya hivyo asubuhi, unafanya hivyo jioni, wakati wa kulala. Asubuhi, jioni, wakati wa kulala, utaona maajabu makubwa kabisa ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, haya mafuta yana siri kubwa, na yana siri za za, za za ajabu. Lakini ukiachana na haya mafuta, haya majina nilokutajia hapa, pia unaweza ukayatumia katika kuyasoma ili kufungua milango yako ya riziki na kodi za kusoma nimeshakutajia, alfatahu elfu tatu Yaliyobakia piga elfu moja na mia tano alfu moja na mia tano Utaona maajabu, ndugu yangu mwislamu. Lakini wajanja wao wanafanyaje? Anakuwa na mafuta yake kama haya na anasoma pia vile vile, yani wakati wa matumizi haya mafuta na haya majina anakuwa anayasoma. Hata kama hutoweza idadi hii kubwa basi idadi ndogo, lakini kwa kila siku jitahidi kuwa unayasoma, hata kama utaweza mara mia mia. Kila jina moja unasoma mara mia, kila jina moja unasoma mara mia, utaona maajabu makubwa, ndugu yangu Muislam, na mpenzi katika imani, usiondoke hapo kabla sijakuombea dua. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, bingwa wa mabingwa, mfalme mkuu, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo ya rabbal alamina, sisi waja wako dhaifu, wanyonge tusiokuwa na mbele wala nyuma, tunakuomba Mola wetu mlezi, wewe ndio tajiri, wewe ndio bingwa, wewe ndio mwenye wasa, na wewe ndio mwenye kutoa. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hichi kitu ulichokitengeneza tukakisomea majina yako matukufu, majina yako yenye siri kubwa, na wewe umesema una majina mazuri, tukuombe kwa majina hayo, nasi tumekuomba kwa majina hayo, na kuomba Allah, yeyote mwenye ugumu wa riski, yeyote riski zake zimekuwa ni nzito, ya Allahu, ya Karim, ya Dhul Jalali wal Ikram, akatumia haya kwa imani na yakini, ya Allah, tunakuomba mgeuzie hali yake kutoka katika ugumu kwenda kwenye wepesi, mkunjulie riski zitokazo mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, mjalie ya Rabbal Alamina, riski zake zikawe na baraka, zifunguke apate na zaidi na zaidi, riski ambazo hazitomtoa katika taa yako. Ya Rabbal Alamina, tunakuomba Allah, usitutoe mikono mitupu katika juhudi tunazozifanya, wala usitunyime juu ya hizi juhudi tunazozifanya, kwa sababu hatutaki kwenda kwa waganga wa kienyeji wala kwenda kuvunja nazi njia panda wala kwenda kulala makaburini wala na kutumia talasimu na kutembea na hirizi katika viuno vyetu. Ya Allah tunakutegemea wewe, na tunaamini katika majina yako, na wewe Allah si mchoyo, ni mwenye kutoa. Ya Allah kila anayeniona na mwenye kuitikia amin, usimnyime katika haya inayokuomba, mfungulie milango yake ya riziki na baraka.